Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ni kijiji cha sayansi ndani ya Qur'an katika ziara yake ya jiji la Tanga ndani ya studio za Radio Nuru, pamoja na kusikia lakini pia utaweza kuona muujiza mkubwa kabisa wa Quran katika zama hizi za science na teknolojia, katika sehemu hii ya kwanza ya mahojiano haya. Radio Nora FM 94.5. mimi naitwa Suleiman ibn Hafidh, nipo naye mgeni wangu Abu Nabil Salim, ni amiri wa kijiji cha sayansi ndani ya Qurani, na leo ataweza kutuelezea miujiza wa sayansi ndani ya Qurani. Kusema Quran ni muujiza Sio kitu ambacho kilichosemwa na Waislam peke yao bali hata wasiokuwa Uislamu na watu ambao wanauchukia sana Uislam wamekaririwa wakisema this quran is amazing, hii Quran ni muujiza. Kitu kimoja ambacho kimewatokea wasiokuwa Waislamu ni kwamba Quran haikuwatokea wao katika hali ambao walikuwa wanaitegemea. Walichofikiria wao kuhusu Quran ni kuwa Quran ni kitabu cha miaka 1400 iliyopita kutoka katika jangwa la Arabuni wakadhani pia Qur'ani itakuwa na habari za jangwani za miaka 1400 iliyopita tena zilizopitwa na, zilizopitwa na wakati kitaalamu, wakakuta wakasema, it contain that one thing that it will miss and it missed that one thing that it will contain. Wao walidhani kwa vile Qur'ani kitabu kinachotoka jangwani, basi itaeleza habari za jangwani, lakini pamoja na kueleza habari za jangwani, vile vile Qur'ani imeeleza habari za jangwani, tena imeeleza habari za deep of the ocean, chini kabisa ya maji. Kiufupi ni kwamba kwa mujibu wa kitabu cha ocean chadani Elda na John peto ukurasa wa 27, kinaeleza kwamba mwale wa mwanga kawaida una rangi saba, lakini kitaalam, huu mwanga unapogusa juu ya maji, rangi moja baada nyingine inazuiwa kadri ule mwale wa mwanga unavyokwenda chini ya maji. Kuna chuo kimoja Marekani kilitoa submarine, kilitoa chombo maalum kabisa kwa ajili ya kwenda chini ya maji kufanya utafiti, wakawa wanaandika zile findings zao. Walipofika chini kabisa, yule aliyekuwa anaandika akasema I can't see my hand siwezi kuona mkono wangu. Mwenyezi Mungu anasema mtu akiwa chini kabisa ya maji akitoa mkono wake hawezi kuona, na huyo bwana alipofika chini akasema I can't see my hand. Huyu Muhammad alikuwa ni mwana maji? Mm, alikuwa ni baharia? kwa sababu hakutegemea kabisa kama Muhammad kutoka jangwani angeeleza habari za chini kabisa ya maji. Na magi, Muhammad hajaishi katika bahari. Hey, ipo jangwani. Ndio, sasa lakini kazi, kazielezea habari za baharini. Ndio, akaambiwa Muhammad was came from desert. Muhammad mm -hmm. katoka jangwani. Pale pale akasema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, akaingia katika Uislamu on the spot. Turudi, ushatuelezea kwamba Qurani pia imeleza kuumbwa kwa mwanadamu kwa, ndio, mm, tuko hapo mm-hmm qurani imeeleza kuumbwa kwa mwanadamu muujiza mkubwa sana wa qurani katika hili ni kueleza habari hizi miaka elfu moja 1 iliyopita kitu ambacho mwanadamu amekuja kukijua mwaka 1980 hali iliyopelekea vitabu vya sayansi vikubwa duniani kubadilishwa kwa nini vimebadilishwa vilibadilishwa kwa sababu wana sayansi walikosea mm. katika kuelezea kuumbwa kwa mwanadamu wanafunzi wa kiislamu hapale saudia walichukua aya 23 za Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam wakampelekea mtaalamu wa embryology anaitwa Keith Kesi Elmo ni mtu ambaye anapozungumza kuumbwa kwa mwanadamu ama anapozungumza embryology, dunia inakaa kimya, inasikiliza nini anazungumza. Kesi ni mwanasayansi mkubwa anayokubalika. Wakampelekea aya za Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia Kesi Elmo, Qur'ani yetu sisi na taaluma yako imeeleza hivi, usitudanganye. pale ambapo Qur'ani imekosea tuambie, tuambie Qur'ani hapa imekosea, na pale ambapo Qur'ani imepatia utuambie bwana, hapa Qur'ani imepatia kwa miaka mitatu mfululizo, baadaye akaja na conclusion akasema, asilimia thamanini ya kile ambacho Qur'an imekieleza na taaluma yangu mimi is true, ni kweli. Akasema asilimia ishirini iliyobaki siwezi nikatoa comment kwa sababu sifahamu, sijui kitu gani kinachoendelea. mm. Akaulizwa wapi? Akasema katika Qur'an, sura ya 96 aya kwanza ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq, mwanadamu ameumbwa kutokana na alaq. Mimi sijui alaq ina maana gani? Ala ina maana tatu. Kwanza ina maana something which cling, kitu ambacho kinaninginia. Ina maana leech ch ni kama ni mnyama anaokaa kwenye ngozi ya ng'ombe inaitwa kupe nafikiri, alafu maana ya tatu ni kipande cha damu blood clot kipande cha damu. Kwa hiyo bwana alipopewa maana za alaq, akaangalia zile maana za alaq na kile ambacho kimeelezwa katika Qur'an, akagundua nini? Akakuta zile maana mbili yani blood clot mm, kipande cha damu it's okay, ni sahihi, kwa sababu ile mimba inapoanza inakuwa ni kama kipande cha damu, alafu maana ya pili something which cling kitu ambacho kinaning'imia, kwa sababu zinapotoka zile sperm zinapokuwa zimeshaungana na maana zile mbegu na yeye, zinapoungana zinatembea, zinafika sehemu zina cling zinaning'imia. Akawaomba watu wazee zoology department idara ya wanyama wamletee picha ya lich ya kile kidudu kile. Halafu akaenda katika mimba ya mwanamke akachukua mimba inavyoanza na maana, akachukua picha ya lich ya kale kadudu halafu akachukua mimba ya mwanamke hmm, zinavyoanza ili aangalie namna gani vinafanania. Qur'ani maana yake ndio ilivyosema hivyo. Anasema ule mtaalamu wa sayansi ya kwamba alipoletewa vile vitu katika meza yake, anasema i was astonished by strictly resemblance, nilichanganyikiwa kutokana na ule mfanano wa ajabu. Allahu. Sasa huyu bwana akaomba aende akazungumze kufika Kanada, akazungumza. Kabla hajazungumza chochote, akasema naomba Waislamu waniazime Qurani na hadithi za Mtume sallallahu alehi wasalama, niziandike katika kitabu changu. Kitabu kinaitwa The Developing Human, kitabu ambacho kimetungwa na mwandishi mmoja, kimepata tuzo ya kitabu bora, na ndiyo kitabu kinachofundishwa wanafunzi wa medical school kwa baadhi ya shule za Ulaya. Ndani yake kina Qurani na hadithi za Mtume sallallahu alehi wasalam.

Kijiji cha sayansi ndani ya Quran kinatoa fursa kwa yoyote yule kuungana na sisi ili kulisimamisha jina la Allah subhanahu wa taala liwe juu ya kila kitu. Kwa anayetaka kuungana na sisi, anaweza kuwasiliana na sisi kwa anwani zinazoonekana. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.